Ni katika mitaa ya jiji la Bulgener Schumer, mji uliopo kaskazini magharibi mwa mji wa Paris. Ni mji wa pwani wenye bandari muhimu ya uvuvi na usafirishaji. Kutoka katika jiji hili hadi Paris ni mwendo wa takribani saa mbili na nusu. Ndiyo, ni pahala hapa ndipo linapopatikana chimbuko la mwanasoka maarufu barani Ulaya na duniani kwa ujumla, Franck Pierre Ribery, ambapo baadaye alibadili jina la utaji wake na kujiita Bilal Yusuf Muhammad baada ya kuingia katika nuru ya Uislamu. Karibu sana katika simulizi ya soka huyu hadi kuslim kwake. Jina langu ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi, karibu tuwe sote. Frank Riberi, mchezaji aliyejizolea umaarufu sana kutokana na kipaji chake alichotunukiwa cha kusakata kabumbu, alizaliwa tarehe 7 Aprili 1983. Maisha yake utotoni yaligubikwa na mtihani wa ajali, hali iliyopelekea kuharibu kabisa baadhi ya sehemu zake za usoni, alama ambayo wengi waliitazama kama dosari, lakini yeye aliigeuza kwa ishara ya uthabiti. Alipanda ngazi ya soka kwa juhudi na jasho Hatimaye akawa nyota angavu wa vilabu vikubwa barani Ulaya. Katika safari ya maisha yake Ribery alikutana na mwanga wa Uislamu akiwa bado angali kijana, kabla hata ya ndoa yake. Alikubali dini ya haki kwa yakini na utulivu wa moyo na kuchagua jina la Bilal, jina lenye kumbukizi ya muadhini wa kwanza wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hakusilimu kwa presha umaarufu, hakusilimu kwa kutafuta sifa, bali alislimu kwa sababu moyo wake ulipata utulivu. Frank Ribery alisilimu mwaka elfu mbili na sita, 23. Miongoni mwa sababu zilizompelekea kuanza kuupenda Uislamu alikuwa na ukaribu na urafiki na wachezaji wa Uislamu, lakini sababu kubwa ni baada ya kumpenda Biwahi Babilham, msichana mrembo Muislamu mwenye asili ya Algeria. Ukaribu wake na dada huyo ulimfanya Ribery aingie katika nuru ya Uislamu na baadaye kufanikiwa kumwoa, ambaye ndiye mkewe mpaka sasa, wakijaliwa kupata watoto watano, wawili wa kiume na watatu wa kike. Hata hivyo, baada ya kuslimu Franck Ribery, licha ya umaarufu wake wa soka, alijifunza na kuisoma dini ya Kiislamu kwa utulivu, hali iliyompelekea kumjaza imani katika moyo wake na kuujua Uislamu vizuri. Hali hiyo ilimpelekea kusafiri hadi Makka kwa ajili ya kufanya Umra, lakini hadi katika mashindano makubwa ya mpira ambayo alikuwa ki tayumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani alikuwa akifunga huku akimwaga jasho kupambania timu yake. Huyo ndiye Franck Ribery, mwana soka nguli kuwahi kutokea barani Ulaya ambaye kwa sasa maisha yake ni dini ya Uislamu.